Teuliwa kwa wakili Erastus Edung Ethekon kuwa mwenyekiti mpya wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kutoka jamii ya Waturkana kumewafurahisha sana wakazi wengi wa Turkana wakisema uteuzi huo ni wa kipekee na wa kihistoria. Mwanahabari wetu Cheboit Emmanuel amezuru nyumbani mwake na ofisi alikokuwa akifanya kazi kabla kuteuliwa na kutuandalia ripoti yake kutoka Lodwar. Saa chache tu baada ya Rais William Ruto kumteua wakili Erastus Ethekon Edung kuwa mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC, kuridhi nafasi ya marehemu Wafula Chebukati, wakazi wa Turkana walijitokeza barabarani kufurahia hatua hiyo. Tangazo hilo la rais likija kama mshangao vinywani mwa wengi hapa. This decision sends a powerful message.

for the people of Turkana. Tulizuru makazi ya Erastus Ethekon Edung kijijini Tobongore Lodwa kupata hisia za jamaa zake lakini hatukupata jamaa yoyote kwa boma hili ila tu mlinzi. Miti uwa na nyasi zilizomea ovyo ovyo hapa zikichora taswira ya mahame. It is a position that everyone was say, was like will it will it be from Turkana? It has happened. And that is the same thing of saying when Jesus was born in Nazareth, nobody knew that something good can come from Nazareth. And we want to say this Turkana is the Nazareth and there are good things here. Kabla ya kuteuliwa kuwa mwenyekiti wa IEBC, Ethekon alifanya kazi katika ofisi hii ya mwanasheria mkuu ya kaunti ya Turkana. Na tulifanya kazi na yeye, kulingana na tabia, Erastus ni mtu ambaye anapenda watu sana. Wakili Edung ni mtu ambaye ana anaheshima kwa kila mtu kuanzia ule mdogo hadi ule anaye ana cheo ana kubwa katika afisi yake. Jamii ya wa Waturkana imeonekana kuvuna pakubwa katika serikali ya Kenya kwanza viongozi kadhaa wakipewa nyadhifa mbalimbali, akiwemo waziri wa Afrika Mashariki na maeneo kame Beatrice Moe Asukul. Sii ilikuwa iko kando kando, leo kwa hiyo kijana yetu yara nani, nani, nani, nani, kabla kuteuliwa kama mwenyekiti wa tume huri ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC, Erastus Ethecon Edung alihudumu hapa kama mwanasheria mkuu wa kaunti ya Turkana, jengo hili likiwa afisi yake. Cheboit Manuel, runinga ya Citizen, nikiwa Lodwa katika kaunti ya Turkana.